sana maduong magon nyasaye kubwa sana nampigia mungu asante oh, ma an mama dorin onyango mimi ndio mamake dorin onyango nyinga iluongo ni domtilo oduol ambros onyango anaitwa domtila oduol on, ambros onyango agon nyasaye ero kamano anamshukuru mwenyezi mungu Gimo timore ni nyathini ukunanginduti kile imetendeka kwa hui mtoto, si kwa najua ya kwamba itaweza kutendeka. to gima wuoro kitambayo imanisangaza. Nyasaye kochueyo nyathi imamagi, Mungu akiumba kiumbe ndani ya mama ake, ong'eyo gimo biro timo, anajua kile ataitenda kosenyuole, baada ya kuzaliwa. mani nyasaye motimo maoka hii, Mungu ndiye ametenda bali si mimi. To nyasae moti mama oka nyuola. Na Mungu ndiyo ametenda si uko. Nyakini nocha kwa ngeyo nyasae. Mtoto aliyaka kwa Mungu. Kaya kwa form 1. Ndiyo alikuwa nalekea form 1. Nyamira Girl School. Nyamira Girl School vile amesema. Tudini maruwa kama ni wantie mani wala menyasae. E, Dhehebu yetu ambapo mali tulikuwa tunaabudu Mungu. Ne wan Katoliki. Mtoto tulikuwa Katoliki. Mpaka wa leo huyu mtoto alipoenda form one tam ya kwanza mama, hakiruda aniambia, mama, nimeokoka, mam, nimeokoka na, na nime nyakema tini. Mikubali nimesima toto mdogo huyu Tuko want to na sisi watu tunaomba watu, na hakienda shuleni kunaniambia atu ameokoka amekombolewa kivipi Koro? hapo hapo sikuwa niamini ya kwamba anaweza kufika mahali amefika leo, alikuwa anaelekea tu mbele. Siku moja ilikuwa imefungwa shule Ta nilikuwa birita, tatu. Walk, ngobag, walk, ni mama mi. Ah, alitoka akibeba bag, lazima alikuwa akitoka lazima niambie anaenda wapi. Akaniambia mamii mimi nalekea shuleni to achuwe, kanisa. Na bado tunapitia kanisani kanisa. Nikamuuliza waenda kanisani na umeniacha na kazi hivi.

Kamshika nguo yake ile ya blouse ile nguo, na akatoa akanyacha kwa mkono yangu, na akakimbia na akaenda, hakunijibu, hakunijibu akaenda. Sijui kama alichukua nguo nyingine, mtoto mwenzio, mwenzio, sijui ilikuwaje. Nami pia sikumfuata tena, akaenda mbele na hiyo kazi yake, na kwa vile mimi pia ni mtu wa Kristo na nilisema nikamwachia, akasema Mungu ni mmoja. No, no, akiona ya kwamba naenda na hilo no. Wacha aende tu, bora tu tunaabudu Mungu. Ninasikia polepole, anaitwa tu pasta, ata naitwa pasta. Nilisangaa. <laughs> Nikauliza jamani, ni obedo pasta na huyu Doren amekuwaje, akakuwa pasta hmm? ka... Kado, numa... ato, bonasimu, mama. Juzi aliazwa akanipigia simu, kaniambia mami, oh, ninataka kuharibishwa kama mtu wa kanisa, nataka kupewa cheo. aliponiambia hivyo, Nimesema, lazima nisema nifike mali alipo nishudie, nione yale ambayo inafanyika, na nimpigie Bwana Mungu asante, ita ambapo nasema watu wa Mungu gima, kile Mungu anatenda aliandika ukiwa tumboni ya mamako gima, no, giba, no, na hiyo itatendeka kwako, hata kama ni nini inafanyika, itatendeka si kwa. Nimeamini, ninasema asanteni sana, watu wa Kristo wote. Ninaregea kwetu kama niko na furaha, kama amekuwa pasta, amempea cho yoyote, ameitwa na Mungu na aende mbele na heshima. Mwenyezi Mungu nimemwachia, nimemsamea Doren ile blouse ambapo nilirarua li huku juu, ni samee. Amen, amen wena, ni samee. We we, sikuwa najua, nilikuwa ni mambo ya shida, shida ya shule ndio maana nilifanya hivyo. Nimeomba mbele ya Mungu nisamee. Asanteni sana wana wa Mungu, na Mungu awabariki.